Uh, kabla ya kuanzishwa kwa maabara hii, mm, vifaa vya mawasiliano ya kielektroniki vilikuwa vinapimwa uh, katika maabara zilizopo nje ya nchi mm -hmm. Maabara uh, ambazo zimethibitishwa na kuidhinishwa kimataifa. Kwa hivyo katika zoezi zima la uidhinishaji wa vifaa vya mawasiliano, mm, waombaji wa ambao walikuwa wanatuma maombi ya kuidhinishiwa vifaa vya mawasiliano walikuwa wakiwasilisha ripoti uh, ambazo zinaonesha vifaa hivyo vimepimwa. Kwa hiyo uh, zoezi ambalo lilikuwa linafanyika kabla ya maabara hii ilikuwa ni kuzipitia zile ripoti kutoka maabara hizo ambazo zinapatikana nje ya nchi, na kupitia ripoti hizo, tukua tunaweza kuangalia na kuhakikisha kama kweli vifaa hivyo vime, vimekidhi viwango kwa kusoma hizo ripoti ambazo zimetoka katika maabara hizo za nje ambazo zimethibitishwa kimataifa. hmm. lakini kwa sasa kwa kuwa tuna maabara hii tunapima wenyewe na tuna, tunatengeneza ripoti na tunaweza tukathibitisha tuka kweli vifaa vime vimekidhi viwango hivyo ambavyo tumeviweka. Mm-hmm.